Karibu mpendo mtazamaji na pendwa msikilizaji katika wasaa mwingine wa kujifunza masomo yetu ya asubuhi leo tarehe saba mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano Tuombe. Tunakushukuru Mungu, unaendelea kujifunua kwetu kupitia maandiko matakatifu. Asante kwa kutupa muda mwingine kuendelea kujifunza tufundishe kukujua wewe, tuandae kwa ajili ya uzima wa milele. Hili ni ombi letu kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru, amina. Somo la leo linasema usomaji wa Biblia huimarisha akili. Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi; ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini Warumi 15 fungu la nne. Hakuna kitu kinachotumainiwa kuimarisha akili zetu kuliko usomaji wa Biblia. Hakuna kitabu kingine chenye uwezo wa kuinua mawazo, kutoa nguvu na uwezo, kama ukweli mpana wa kutia moyo wa Biblia. Ikiwa Neno la Mungu lingesomwa kama inavyopaswa kuwa, wanadamu wangekuwa na upana wa akili, na uadilifu wa tabia ambao hauonekani nyakati hizi. Hakuna maarifa yaliyo imara, yenye kuthabiti, yenye mguso kwa wengi, kama yale yanayopatikana kutokana na kujifunza neno la Mungu. Kama kusingekuwa na kitabu kingine katika ulimwengu wote, neno la Mungu, likiwekwa katika vitendo kwa njia ya neema ya Kristo, lingeweza kumfanya mwanadamu kuwa mkamilifu katika ulimwengu huu akiwa na tabia iliyofanywa kufaa kwa uzima wa milele wakati ujao. Wale wanaojifunza Neno, wakilichukulia kwa imani kama ukweli, na kulipokea katika tabia, watakuwa kamili katika yeye aliye yote katika yote. Ashukuriwe Mungu kwa fursa zilizowekwa mbele ya wanadamu. Wakati unaotolewa kwa usomaji wa Neno la Mungu na kwa maombi utaleta mara mia kama malipo. Neno la Mungu ni mbegu iliyo hai. Kadri mbegu inavyopandwa akilini, wakala wa kibinadamu analazimika kuitunza kwa bidii hatua zinazofuata za ukuzaji wake. Je, hili lifanyike vipi? Baada ya Neno kupokelewa kwa maombi, linapaswa kutunzwa na kutekelezwa katika maisha ya kila siku. Linapaswa kuchipua na kuzaa matunda, likitoa kwanza jani, kisha suke, kisha nafaka iliyojaa katika suke. Haitoshi kusoma Biblia kama vitabu vingine vinavyosomwa. Ili liweze kueleweka kwa namna iokoayo, Roho Mtakatifu lazima aguse moyo wa asomaye. Roho yule yule aliyevuvia Neno lazima amvuvie msomaji wa Neno. Kisha sauti ya mbinguni itasikika. neno lako Ee Mungu, ni kweli, itakuwa ni lugha ya nafsi. Usomaji wa neno wa juu juu tu hautatimiza matokeo yaliyopangwa na mbingu. Ni lazima isomwe na kutunzwa moyoni. Kumjua Mungu hakupatikani bila jitihada za kiakili. Tunapaswa kujifunza Biblia kwa bidii, huku tukimwomba Mungu kwa ajili ya msaada wa Roho Mtakatifu ili tuweze kulielewa neno lake. Tunapaswa kuchukua fungu moja na kuielekeza akili kwenye kazi ya kufikia wazo ambalo Mungu ameweka katika fungu hilo kwa ajili yetu. Tunapaswa kudumu katika wazo hilo mpaka litakapokuwa letu, na mpaka tujue kile asemacho Bwana. Neno la Mungu ni mkate wa uzima. Wale wanaokula na kumeng'enya neno hili, wakilifanya kuwa sehemu ya kila tendo na ya kila sifa ya tabia, watakuwa imara katika nguvu ya Mungu. Linatoa nguvu isiyo kikomo kwa nafsi, kikamilisha uzoefu wa kuleta shangwe ambazo zitadumu milele. Mungu awabariki.